Malaika huwa wanamswalia mmoja wenu, muda wa kuwa mtu huyo iko katika msalla wake, iko pale mahali pake pa kuswali. Umeswali, umemaliza, umekaa pale pale. Miongoni mwa fadhila za kubaki pale pale ulipo, malaika wanakuswalia wewe. Wa almalaikatu tusalli ala ahdikum ahadikum ma dama fi musallahu alladhi salla fihi, malaika wanamswalia mmoja wenu, muda wa kuwa yuko katika msalla wake mahali pake aliposwali, ma lam yuhdith, muda wa kuwa hajapatwa na hadath taqul, malaika wanasema, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamuhu. Kwa hiyo fadhila hizi zinawakosa wale wanaomaliza kuswali kisha wakatafuta mahali kwenda kuegemea, au akasimama huyo akenda zake, akaona kama mchezo hivi. Lakini ukibaki mahali pako pale pale, malaika wanasema, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamuhu Allahumma, wewe sema tu, kiuno cha uma, sio magoti mabovu, sio miguu na uma, mara umekonda huku, wewe sema hivyo tu, lakini fadhila hizo nazo za kupita muda wa kuwa hujapatwa na hadath, ma lam yuhdith fihi wa ma lam yudhi fihi, muda wa kuwa hujafanya udhia pale na muda wa kuwa hujapatwa na hadath, malaika wanakuombea maghfira na wanakuombea rahma.

Malaika huwa wanamswalia mmoja wenu, muda wa kuwa mtu huyo iko katika msalla wake, iko pale mahali pake pa kuswali. Umeswali, umemaliza, umekaa pale pale. Miongoni mwa fadhila za kubaki pale pale ulipo, malaika wanakuswalia wewe. Almalaikatu tusalli ala ahdikum ma dama fi musallahu alladhi salla fihi, malaika wanamswalia mmoja wenu, muda wa kuwa yuko katika msalla wake mahali pake aliposwali, ma lam yuhdith, muda wa kuwa hajapatwa na hadath taqul, malaika wanasema, allahumma ighfir lahu, allahumma arhamuhu. Kwa hiyo fadhila hizi zinawakosa wale wanaomaliza kuswali kisha wakatafuta mahali kwenda kuegemea au wakasimama, huyo akaenda zake, akaona kama mchezo hivi. Lakini ukibaki mahali pako pale pale, malaika wanasema, allahumma ighfir lahu, allahumma arhamuhu Allahuma, wewe sema tu, kiuno cha umma sio magoti mabovu sio miguu na umma mara umekonda huku, wewe sema hivyo tu, lakini fadhila hizo nazo za kupita muda wa kuwa hujapatwa na hadath, ma lam yuhdith fihi wa ma lam yudhi fihi, muda wa kuwa hujafanya udhia pale na muda wa kuwa hujapatwa na hadath, malaika wanakuombea maghfira na wanakuombea rahma.